Kama unataka mwili wako uwe una nguvu kila siku, mwili wako uwe uko vizuri kila siku, basi pandisha kinga zako za mwili, ili kinga za mwili ziweze kuongeza nguvu katika mwili wako na kujisikia uko vizuri muda wote. Watu ambao kinga zao ziko dhaifu, yaani ziko chini, ni watu ambao utakuta pia miili yao inakuwa haina nguvu na wanatamani miili yao iwe na nguvu. Nadhani baadhi ya wagonjwa mbalimbali umewakuta kwamba wanaendelea vizuri lakini hawana nguvu hata kunyanyuka. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba wako vizuri lakini kinga zao za mwili bado ziko chini. Ndio maana wanashindwa, mwili unashindwa sasa kupata ile nguvu kupitia kinga za mwili. Pandisha kinga zako za mwili ili kinga za mwili ziweze kuongeza energy, kuongeza nguvu katika mwili wako na mwili uondoe uchovu na kuweza kufanya kazi zake vizuri. Kumbuka, tupo katika Uh, sehemu ambayo tunahitajika sana kupandisha kinga zetu za mwili ili tuepuke magonjwa mbalimbali. Magonjwa yamekuwa mengi sana na akikutana na kinga ambazo ni dhaifu kutokana na vyakula tunaokula kutokana na, na mtindo wa maisha ambao tunaishi sasa hivi, basi inakuwa hauna excuse, inakukuta na kuondoa na wewe. Ndiyo maana ni muhimu sana kwa kipindi hiki ambacho tunakula vyakula ambavyo vimetengenezwa au vimetokana na mbegu ambazo zime zimetengenezwa zime kiwandani. Eh, unaweza kukuta pia vitu tunavyokula sio kama vile vya zamani. Basi tunatakiwa tutafute njia mbadala tuweze kupata kinga ikiwa iko vizuri. Tufanye mazoezi, tupate muda wa kupumzika, tunywe maji ya kutosha, tufa, tule mboga mboga za kutosha, lakini pia tupate virutubisho hivi vitatusaidia sana katika kuupa mwili wetu, uh, nguvu lakini pia kusaidia kinga yetu ya mwili iweze kufanya kazi kama hapo mwanzo.